Napenda kutoa taarifa ya kupatikana kwa padri Camilius alon Nikata kama ifuatavyo. Tarehe 9 mwezi wa 10/2025 jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma lilitoa taarifa ya kupotea kwa padri Camilius Nikata wa Jimbo Kuu Songea, ambaye pia ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino Tanzania, yani sauti Mwanza. Taarifa ni kwamba baada ya kupotea kwa padri huyo, makachero bobezi wa jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma walianza kufanya upelelezi wa kina, kama walivyokuwa maidi kumtafuta padri huyo kwa kutumia njia zote za upelelezi. Kufuatia upelelezi huu, leo tarehe 17 mwezi wa 10 2025 padri Camilius Nikata amepatikana kwenye mashamba ya kijiji cha Mawa Mawa iko kata ya Hanga Hanga. Hii ni sehemu ambayo ni nyumbani kwao padri Camilius Alon Nikata. Padri amepatikana akiwa hai, akiwa mzima kabisa, akiwa hana jeraha, akiwa na nguo zake zote alizotoka nazo kutoka uh, jimboni siku ile jioni akiwa na kile kibegi tulichowaambia kwa taarifa ya kwanza, alitoka alitoka nacho akiwa kikiwa, kikiwa pale na lakini, padri amepatikana akiwa mazoofu kwa njaa, baada ya kutokula kwa siku nyingi, na ambazo alikuwa akishindia karanga na maji. Aidha, padri huyo amekutwa na begi lake dogo londoka nalo, ikiwa imeanza kuliwa na mchwa amekutwa na hati ya kusafiria, mekutwa na kitauro ambacho alikuwa anatandika chini akitumia kulala, kulalia. Pia amekutwa na pesa taslimu shilingi elfu kumi na tatu mia tano. Amekutwa na saa yake ya mkononi ikiwa iko safi kabisa. Amekutwa na miwani, amekutwa na dawa za paracetamol, amekutwa na simu yake akiwa ameizima. ame vilevile mekutwa na funguo mbalimbali mbali, ikiwepo funguo ya chumba alichokuwa analala jimboni kabla ya kujipoteza. Hali ya padri Nikata inaendelea kuimarika baada ya kupata huduma ya kwanza na sasa yuko hospitali ya mkoa wa Homso akipatiwa matibabu. Aidha, jeshi la polisi mkoa wa Ruvuma linathibitisha pasi na shaka kwamba padri Camilius Alon Nikata hakutekwa, bali alijipoteza yeye mwenyewe kutokana na msongo wa mawazo kwa sababu nilizozitaja hapo juu.